Mambo mara nyingi yanaonekana tofauti ukiwa nje kuliko ukiwa ndani. Labda tayari umeshagundua ukweli huo, e, ulipojitolea kuhudumu kwenye kamati ya kanisa au timu fulani ya huduma. Unajua, ukishakuwa ndani, uligundua e, kumbe kuna matatizo na changamoto katika huduma. Sasa kama unakutana na changamoto kama hizo leo, naomba nikutie moyo kwa mapendekezo matatu. Kwanza, usikatae kwamba kumtumikia Mungu kunaumiza moyo na kuna mambo ya kukatisha tamaa ya kipekee, kwa sababu ndivyo ilivyo. Pili, usipuuze ukweli kwamba shinikizo hilo linaongezeka unavyoendelea kusonga mbele. Unajua, adhabu ya uongozi, wapendwa, ni shinikizo ndani yako unapata shinikizo kwa sababu unataka Bwana atumie huduma hiyo, na nje pia unapata shinikizo. Mara nyingi unalaumiwa pale mambo yanapokwenda vibaya. Tatu, usisahau kwamba Mungu anaruhusu nyakati ngumu katika huduma ili kukuza hali kubwa zaidi ya kutegemea yeye. Sasa unapotumikia Bwana, hebu nikuambie, kuna uhusiano kati ya ugumu na ukuaji na kwa kweli vyote viwili vitakuwa vikifanya kazi katika maisha yako, na pengine vinafanya kazi katika maisha yako sasa hivi. Nataka usikilize timu kubwa kabisa ya wamisionari kuwahi kukusanyika wanapotoa ripoti kwa kanisa la Korintho. Mtume Paulo ndiye anaandika kuhusu uzoefu wao katika huduma huko Asia, na anaandika katika Mbili wa Korintho 1:8 sasa vipi kuhusu kukiri huku kutoka kwa timu ya wamisionari ambayo ilijumuisha Paulo na Barnaba? Kwa njia, Paulo anaandika, hatutaki msikose kujua, ndugu, kuhusu dhiki tuliopata Asia, kwa maana tulilemewa kupita uwezo wetu, kiasi kwamba tulikata tamaa hata ya kuishi. Na hapa kuna kiongozi mkuu wa kanisa, mwanadiplomasia, misionari, na anakuwa mkweli kabisa kuhusu huduma na lazima nikuambie, sijawahi kukutana na watu wengi waaminifu kama Paulo, hasa wale walio katika uongozi wa Kikristo. Sasa basi, tunapoingia kwenye Matendo kumi na nne na safari hii ya kwanza ya kimisionari, Paulo na Barnaba wamesafiri hadi Asia Ndogo, na kama husomi zaidi ya mstari wa kwanza, inaonekana kama mambo ni mazuri tu na hali ni shwari. Wanaingia kwenye sinagogi katika mji wa Ikonio kuzungumza, na mstari wa kwanza unasema hivi: idadi kubwa ya Wayahudi na Wagiriki waliamini. Kwa maneno mengine, kuna matunda ya huduma ya haraka. Naam, endelea tu kusoma mstari wa mbili Wayahudi wasioamini waliwachochea watu wa mataifa mengine na kuwatia sumu mioyoni mwao dhidi ya hao ndugu. Hebu fikiria ugumu huu, shinikizo hili lote linaloongezeka hapa, upinzani huu. Paulo na Barnaba wanakataa kuacha. Mstari watatu unasema nao, wakakaa siku nyingi wakinena kwa ujasiri kwa ajili ya Bwana. Unapozungumzia shinikizo, upinzani unaoongezeka, hii hatimaye itageuka kuwa njama ya mauaji ya kuwapiga mawe hadi wafe. Basi wakati huo wanaamua kuondoka mjini, si kwa sababu ya woga bali kwa hekima. Sasa, sehemu inayofuata hapa katika sura ya kumi na nne inaelezea huduma yao huko Listra. Ingawa Listra haiko mbali kusini mwa Ikonio, iko katika wilaya tofauti inayojulikana kama Likaonia. Huko Listra wanakutana na tatizo la aina tofauti. Unajua ni jambo moja kubaki imara unapoteswa, lakini ni jambo lingine kudhibiti usawa wako unapopata umaarufu. Na hawa watu walipata umaarufu mara moja huko Listra, baada ya kumponya mtu aliyekuwa kiwete waliyemkuta. Sasa Paulo anamwangalia huyu mtu kiwete na anamwamuru hapa katika mstari wa kumi simama wima kwa miguu yako, na mara moja huyu mtu anaruka juu na kuanza kutembea. Muujiza huu kwa njia ulikusudiwa kuthibitisha mitume kama wajumbe wa Mungu, lakini tatizo ni kwamba watu waliokuwa hapa wakishuhudia hili walikosa kabisa kuelewa lengo lake. Mstari wa kumi na moja unasema, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, yaani lugha ya Kilikaonia, miungu wameteremka kwetu kwa mfano wa wanadamu. Barnaba wakamwita Zeu na Paulo Hamesi kwa njia maandishi mawili yaliyopatikana karibu na Listra yanawatambua hawa miungu wa Kigiriki, Zeu na Hamesi, kama miungu iliyokuwa ikiabudiwa na watu wa eneo hili maalum. Kwa kweli kuna hadithi ya kale iliyotangulia Paulo na Barnaba, na inaripoti kwamba Zeu na Hamesi walikuwa wametembelea eneo hili zamani kidogo, wakiwa wamejificha kama wanadamu wa kawaida, na walikuwa wakitafuta mahali pa kulala. Kila mtu aliwafukuza isipokuwa wazee wawili tu, na hatimaye walizawadiwa vizuri sana siku iliyofuata, wakati nyumba za watu wengine wote ziliharibiwa. Sasa watu wanafikiri kwamba Zeu na Hermes wamerudi, kwa hiyo wanaanza sherehe na kuandaa ibada ya kidini. Hakuna mtu anayetaka nyumba yake iharibiwe. Safari hii wote wanataka kuzawadiwa vizuri. Lakini kuhani wazeu wa eneo hilo anapofika kutoa sadaka kwao, Paulo na Barnaba wanashangaa na kutishwa sana. Wanazuia sherehe hiyo na wanasema hapa kwenye mstari wa kumi na tano: sisi pia ni wanadamu kama nini, na tunawaletea habari njema ili mgeuke kutoka kwa mambo haya bure na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeziumba mbingu na dunia na bahari na vyote vilivyomo. Kwa hiyo kimsingi, wanasema msituabudu sisi, abuduni mungu muumba. Sasa tishio jipya linatokea haraka pale viongozi wa kiyahudi wanapowasili ghafla kutoka Antiokia ya Pisidia pamoja na kule Ikonio. Walikuwa wamewafukuza Paulo na Barnaba kutoka kwenye miji yao na sasa wamefika hapa Listra kuwashawishi watu wafanye vivyo hivyo, na kwa bahati mbaya, wanafanikiwa. Wale wale watu waliotaka kuwaabudu kama miungu sasa wanajaribu kuwaua. Mstari wa kumi na tisa unasema, wakampiga Paulo mawe na kumvuta nje ya mji wakidhani kwamba amekufa. Hum, hebu zungumzia kuhusu huduma yenye milima na mabonde. Wakati mmoja wewe ni mungu wa mwezi, na mwezi unaofuata unapigwa mawe hadi kufa. Lakini hapa kwenye mstari wa ishirini tunaambiwa wanafunzi walipomzunguka alisimama na kuingia mjini, na siku iliyofuata akaondoka pamoja na Barnaba kwenda Derbe kwa njia. Kitenzi kilichotafsiriwa kama alisimama ni kile kile kitenzi ambacho mara nyingi hutumika kumaanisha kufufuka kutoka kwa wafu. Sasa hatujui kwa uhakika ikiwa Paulo alifufuliwa kutoka kwa wafu au kutoka kuwa kama mfu, lakini tunachojua ni kwamba Paulo aliponywa kimuujiza, na tunajua hilo kwa sababu aliinuka mara moja na kuingia mjini. Anaingia tena Listra, na anapofanya hivyo, anawaonyesha kwa ufanisi ushuhuda huu wa uwezo wa Mungu. Kisha Paulo na Barnaba waenda katika jiji la Derbe. Aya ya 21 inatoa muhtasari wa huduma yao pale. Walipokuwa wamehubiri injili katika mji huo na kuwafanya wanafunzi wengi, sikiliza hii, walirudi Listra na Ikonio na Antiokia. Hivyo wanarudia njia zao, ingawa inamaanisha wanarudi katika eneo la maadui, lakini safari hii hatuoni tena mateso zaidi. Kwa kweli nadhani watu walikuwa na hofu fulani juu ya mtu huyu waliyempiga mawe hadi kufa, au walidhani hivyo, ambaye sasa anatembea mitaani mwao na kuhubiri tena. Sasa, kwa nini Paulo na Barnaba walirudi? Tunaambiwa hapa kwenye aya ya ishirini na mbili walikuwa wakiimarisha roho za wanafunzi, wakiwatia moyo waendelee katika imani, na kusema kwamba kwa mateso mengi lazima tuingie katika ufalme wa Mungu. Sasa wapendwa, hasemi kwamba lazima upate mateso ili uingie katika ufalme, bali inamaanisha kwamba utapata mateso kwa sababu unaelekea kwenye ufalme wa Mungu. Utakutana na mateso na dhiki na kukatishwa tamaa na ugumu unapomtumikia Bwana. Hivyo Paulo, na hili nalidhamini sana, Paulo hakatai uhalisia wa ugumu katika huduma. Anaonyesha imani katika uso wa ugumu. Unaona, Paulo alikuwa mtu wa mambo halisi. Alijua kwamba fursa daima italeta upinzani. Pia tunaambiwa hapa katika mstari wa ishirini na tatu kwamba Paulo na Barnaba waliwachagulia wazee katika kila kanisa. Unaona, hawa wanafunzi wanaunda makanisa ya mahali na timu hii ya wamisionari inawasaidia kupanga mambo yao. Sasa, pamoja na hayo, mistari ya mwisho hapa katika sura ya kumi na nne inaelezea jinsi wamisionari walivyorejea nyumbani kwao katika kanisa la Antiokia ya Siria. Hili ndilo kanisa, kwa njia, ambalo liliwatuma. Hili ndilo kanisa lao la kuwatuma, kanisa lao la nyumbani. Ninasoma mstari wa 27 hapa, na kwa kweli naweza kufikiria tu ule wakati mzuri ambapo familia ya kanisa iliweza kuwasikiliza Paulo na Barnaba. Mstari unasema walipokuwa wakisimulia yote ambayo Mungu alikuwa amefanya pamoja nao, na jinsi alivyowafungulia mlango wa imani kwa watu wa mataifa. Sasa tena kama ulichokuwa nacho ni mstari wa kwanza na sasa mstari huu wa mwisho kutoka mbali, vema, inaonekana kama kumfuata Bwana hakukuwa jambo la kupendeza. Hii ilikuwa safari tukufu ya umisheni, lakini karibu, kama tumeona, ilikuwa kazi ngumu. Kulikuwa na majaribu yenye uchungu na changamoto njiani. Ah, na uangalie jinsi akaunti hii inavyoimarisha changamoto zetu za ufunguzi unapomtumikia Bwana. El, ngoja nirudi nikafanye mazoezi hayo. Kwanza, usikatae kwamba kumtumikia Mungu kunaweza kuleta masikitiko ya pekee na kuvunjika moyo. Inaweza, inaweza na itakuwa na haiwatie moyo waumini wachanga wanaotaka kumtumikia Bwana. Pili, usipuuze ukweli kwamba shinikizo huelekea kukua unapojaribu kuendelea. Tarajia hilo kutokea. Na tatu, usisahau kwamba Mungu anaruhusu ugumu katika huduma kuunda hali kubwa ya kumtegemea, na hilo ni jambo jema. Vema. Hadi safari yetu inayofuata wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote. Amina.